Na watetezi wa haki za punda katika kaunti ya Turkana wamewataka wakazi kuwa waangalifu ili kukomesha wizi wa punda na biashara haramu ya ngozi. Vichinjio kadhaa vya punda vimelaumiwa pakubwa kwa kufanya biashara haramu ya ngozi ya punda, hali ambayo imechangia ongezeko la wizi wa punda. Wakizungumza mjini Lodwa wakati wa kusherehekea siku ya kitaifa ya punda, wadau wamesema kuwa iwapo wahusika wa wizi wa punda hawatakabiliwa kisheria, basi kuna uwezekano idadi ya punda kupungua kwa asilimia kubwa. Today we celebrate the donkey. Uh, this year's theme is, uh, is uh, uh, Africa's commitment to, the, to donkey preservation. Uh, now in the future, uh, the donkey is indeed under threat. We've heard of cases of uh, bush slaughter. Uh, we still have uh, cases of uh, donkey skin trade uh, here and there. And we call upon all our stakeholders uh, to be vigilant so that then we are able to uh, stop and deter this trade in uh, donkey hide trade. Punda ni kitu muhimu katika jamii hasa kwetu wa Turkana, punda inatusaidia kwa mambo mengi, hasa sisi wanawake. Punda inatusaidia inatubebea watoto, inatubebea wa maji, na natubebea pia wale wanyama ambao watasaliwa njiani, tukienda kusafiri mahali nyazi iko na mvua. Punda ni kama pikipiki, ukiwa mtu amegonjegea mbali wala kitu memuuma, punda itatoa mbali na mpaka atafikisha hospitalini. Ukienda nchi ya Wapokot ukipanda juu ya mlima punda inatubebea biasa mpaka wa pale chini Ortum. Punda ina muhimu yake, kwa hivyo tunashukuru kwa sherehe ya punda yenye imesherekea siku ya leo.